Ndugu zangu muda wanakwenda, tuko katika mwezi huu, lakini wakati huohuo tuko katika mwaka mwingine miladia. Moja katika sisi, matendo yetu na amali zetu, ni kwamba muda huu au miaka hii ni kwamba tuko nayo, ni kwamba muda huu au miaka hii ni kwamba tuko nayo na hatuwezi tukaiacha, na kuna baadhi ya watu wanasikitika sana na kuna baadhi ya watu wengi wao wanafurahia kwamba wameingia katika mwaka mwingine, kwa maana wameongeza muda wao na umri wao wa kuendelea kuishi hapa kwa hakika. Na wengine wanajidhatiti ni namna gani katika mwaka huu miezi hii kumi na mbili ijayo, kwamba atajiinua kiuchumi, kwamba labda aliumba ni namna gani atainuka, labda aliinuka, ni namna gani atazidisha mambo yake, ama shuleni, ni namna gani ataingia kat... kidato kingine. Ndio kwa kama hiyo umekuwa hali ambayo hatuwezi kuiepuka, lakini licha ya kuwa katika wakati huo

au, arubaini, au ibu, ibu, moja, na miaka 40 au hakadha 50 hivyo hivyo. Kila mmoja ana hesabu kwa mujibu wa ile tarehe yake ya kuzaliwa kwa mujibu wa kalenda miladia. Lakini fahamu ya kwamba swali hili na mengine yatakayofuata, utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala yauma alqiyama, la mafarru fi dhalik, uwezi ukakimbia abadani. Utaulizwa an umrika, kuhusu umri wako, fima afna umri huu wewe umeumaliza vipi? Umepewa tuno, umejaliwa, umeletwa duniani ukajaliwa, ukawa Mwislamu. Sasa umri wako unautumiaje? Kila mmoja wakati anapoona hii miaka inakwenda, ima iwe miaka yetu sisi ambayo ni mwezi <coughs> wa Rajab, au iwe ni miaka hii iliyopo mambo ya shughuli zetu, basi hebu angalia umri wako. Umri wako huu unazidi, maanaye ma, kwamba wewe ndio unaondoka, kaburi lako linazidi kukujongelea linakusogelea. Sasa umri wako unaotumiaje? Si hivyo tu, bali mja siku hiyo ataulizwa an ilmihi fi ma faala bihi, hiyo ilmu uliyokuwa nayo kwamba umesoma umekuwa ni alim na ulamaa, umesoma umekuwa maalim, umekuwa ustadhi, umekuwa shekhe, umekuwa dai. Sasa hiyo elimu yako wewe uliyokuwa nayo unaitumiaje? Kwani hakika elimu kama elimu, kwanza kabisa inatakikana ikufae wewe mwenyewe, na uifanyie kazi, uifanyie kazi elimu. Baada ya ku umeshapata elimu sasa, taamalu bihi uifanyie kazi kwa kufa mema, maana ufanya kwa mujibu wa elimu inavyokuelekeza, na elimu inayokuelekeza wewe kuwa mja mwema na kufanya matendo yaliyokuwa mema. Kwa maana hiyo, kila mmoja sasa akae na kufanya bahthi na kupekua kuangalia ni namna gani elimu ni namna gani ilmu yake inavyomsaidia, ilmu shara no maarifa yako elimu yako uliokuwa nayo kama yakuluna akimazingira ya sekula inakusaidiaje? Na hivyo hivyo iyo elimu yako uliokuwa nayo wewe, una diploma una digri ya moja, mbili, tatu, ni profesa. Je, jamii yako imefaidika vipi na hivyo viwango vyako vya elimu kwamba wewe una PhD. Je, yeah, PhD yako imenufaisha jamii yako, au ni zile PhD ambazo zilizopelekea maangamizi kuwaambia vijana waingie barabarani wakaandamane? Natakiwa hayo ma PhD yenu, hizo elimu zenu ziwe ni elimu zinazofaa wenyewe katika nafsi zenu, na hivyo hivyo kufaa na kusaidia jamii zenu, kwa kila mmoja katika sekta yake aliyosoma hiyo ndio inaonekana kwamba hii ni elmu sasa ikisaidia, na ukifika mbele ya Allah utapata wepesi wa kujibu hayo masala. Ama ikiwa ni kwamba ah, na mimi tu nilisoma matendo yako na elmu maelekezo ya tofauti, basi huo ni mtihani mkubwa. Zinduka na jirekebishe, rudi katika njia ya sawa. Hivyo hivyo wa malihi min aina tasab wa fima anfaka mtu ataulizwa kuhusu mali. Sisi tuliokuwa gari ya koo hapa watu, je, umeipata kwa njia za halali? Je, umeipata kwa njia za sawasawa sawa, au umepata kwa njia za magumashi, kwa njia ambazo hazieleweki za dhulma, au umeipatapataje? Angalia mali yako unaipatapataje, muamala unaofanya kuingiza pesa katika mfuko wako uangalie, muamala huo. Je, ni muamala sahihi? Je, ni muamala uliokuwa katika vidhibiti na vigezo kama vinavyotaka sheria ya Allah? Sio kwamba wewe kila muamala ambao unaingiza pesa ukawa wewe unauchangamkia, ili mradi tu mkono uende kinywani. La hasha, bali angalia

walikuwa wameneemeshwa na Allah akawafanya kuwa wao ni watu watukufu, ni watu wenye nguvu katika, katika ulimwengu baada ya wao miamala yao kuwa ni miamala iliyokuwa sawasawa, miamala iliyokuwa ya halali, haingizi kitu chochote hata ndururu au sumni aingize katika pesa zake isipokuwa kwa njia ya halali ambayo ana uhakika nayo, ya halali ambayo wewe una uhakika nayo. Kwa njia hii muamala huu ni muamala uliokuwa sawa sawa. Ama kufanya mambo ya ujanja ujanja katika miamala, mtu akapata nafabani tuwa kuona umepata na kadha, lakini fahamu siku hii inakuja yaumul qiyama utaulizwa juu ya hayo, umeipataje pesa zako zote ulizotumia ulizobaki nazo na zile utakazobaki nazo siku ya kufa, zote utakuja kuhesabiwa mmoja baada ya nyingine, na itatakiwa utoe majibu yaliyokuwa ya, ya sawa sawa. waanmalihi min aina tasabahu. Si hivyo tu, umeipata wapi bali, wafiima amfakau baada ya kosa umepata, ume mali, umetumiaje? mali umepata, la hasha, mali kutumia sawasawa sawa. Tumia wewe na familia yako katika njia za kheri, itumie katika njia za halali, kisha vile usimame kutoa zaka, kisha hivyo hivyo assadaka watabarruati wa wujuhil khairi, na utoe sadaka utoe eh, misaada mbalimbali kwa watu wanaohitajia katika njia za kheri. Na kingine, kingine ha, ule una ghorofa mtaa fulani una nyumba pale una biashara na kadha, unatumia kadha, unatumia lakini, wakati huo huo kwamba wewe una mtoto wa mjomba wako ni kwamba anaokota makopo anaokota chupa za plastiki akauze eh, kwa shilingi mia saba Hapa ndio utaulizwa, angalia kwa ile sadaka basi, sisi waguse watu wako wa karibu. Hivi ndivyo itakuwa sawa sawa, kwa sababu wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa an ma alihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu, hizo mali umezitoa katika njia gani? Toa mali yako katika njia za kheri si hivyo tu, wa an jismihi fi ma ablahu, huo mwili wako uliokuwa shupavu uliojaa mwili umenona eh, mwili huo umeimarika kwa mazoezi na afya njema. Mwili wako wewe unautumiaje? Au ni mwili tu umetoka umeenda kula mandi ulipomaliza kula mandi u... kutokana na utu uzima, ulipokuwa kijana ulitumiaje? Wewe mwenyewe aje, wewe mwenyewe hesabu hesabu, uangalie. Wajaa fi riwaya wa an shababihi fi ma abla, wa an shababihi fi ma abla. Na katika riwaya nyingine imekuja inda at-Tirmidhi rahimahullahu taala, utaulizwa kuhusu ujana ujana huu ndio sehemu yenye nguvu. Vijana mko na nguvu, sasa hizo nguvu zenu tumieni katika kheri, kutoka kutembea fi talabil ilm, katika kutafuta ilm, kutoka kutembea kwa ajili ya kutafuta riziki ya halal eh, kutoka kutembea na kwenda kusaidia njia za kheri, kutoka kutembea na kwenda kuwatembelea ndugu zako al akriba wala asdiqa na marafiki zako, ukatoka ukazunguka huku ukazunguka huku kwa ajili ya kheri, kwa ajili ya dawa, ukahudhuria katika daura, katika majalis al ilmu na mambo yaliyokuwa ya kheri, ili ikifika siku ile, basi iwe una majibu yaliyokuwa toshelezi. Ndugu zangu, usikum kama usi nafsi bitakwa Allahi taala. Muda huu unakwenda jana na juzi, mwaka wa jana tulikuwa hapa kiyasema haya nanazidi kukumbushana, maana yake kwamba umri wetu ndio unakwenda mbele. Wale vijana, ndio mnakuwa na umri wenu. Kama ulipangiwa kuishi sabini, kama una ishirini, maanake umebakisha hamsini. Kama una hamsini imebakia ishirini. Kama una, una 60 imebakia mingapi? kumi. Lakini laisa hakadha bihadha, sio kwa hesabu hii. Ni kwamba siku yoyote basi tuhesabu, tujihesabu Eh, umri wetu hesabu, we, mambo yetu na tuwe sawasawa.